PID ni matokeo ya kinga ya mfumo wa uzazi kuwa chini ambayo inapelekea kuwepo kwa maambukizi au kuingia kwa bakteria wa aina mbalimbali na kusababisha maambukizi kwenye mfumo wa uzazi kuanzia kwenye mlango wa uke, kwenye shingo ya kizazi, kizazi chenyewe uh, kwenye mirija mpaka kwenye uh, ovary au mifuko ya mayai. Na hii inatokana na uwepo wa sumu nyingi mwilini zinazotokana aidha kama uliwahi kutumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu au njia nyingine za maambukizi kama ngono ambazo sio salama au uwepo wa sumu nyingi mwilini zinazotokana na vyakula uh, vyenye mafuta mengi, kemikali nyingi uh, vyakula vyenye sukari nyingi ambazo hazina tija ya kuimarisha uh, kinga ya mfumo wa uzazi. Sasa ili kuondokana na hizi sumu lazima uwe tayari kupata mwongozo wa lishe ambao utakuwa sahihi kwa ajili ya kuondoa maambukizi moja kwa moja na kuweza kutoa tiba ya haraka au kutumia C24/7 Natura-Ceutical tunaendelea na challenge yetu ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia C24/7 na Liver Care, na leo ni siku ya kumi na sita asubuhi ambapo tunatumia hii. Kama wewe ni mwanamke, na maana itaenda kukusaidia kusafisha mfumo wa uzazi mzima na kuondoa bakteria au kuondoa PID sugu inayojirudia mara kwa mara, tumia kidonge kimoja asubuhi na kimoja jioni, na leo tunaenda kutumia kidonge kimoja. Kupata hizi tiba za C24/7 na Liver Care ni rahisi, na sasa hivi tupo kwenye punguzo la asilimia 15. Soma caption kujua faida zake, nitafute WhatsApp kuanza dozi yako, au komenti niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.